takufa shauri lako. Hivi Sala umemfanya nini? E, e, we, Sala amna kawaida. Sala alikuwa anakuchukia. Hebu koma na mheshimu mume wangu. Hivi hizi tabia za mkeo zimeanza lini? Anamfundisha nini mdogo wake elini? Kwa hiyo, mjomba, umemkuta ndio? Nimemkuta, ila zingatia sasa, usije ukasema. Kiukweli mjomba, mimi mwenyewe naelekea kuchoka. Kuna mtu kafunga fundo nguo ya mkeo Nakaweka chini ya godoro. Yaani mke wangu kipindi hichi amebadilika sana. Sasa mke wangu, siri zetu za ndani ndo za kwenda kumwambia mjomba? Kwa hiyo tafuta mbinu nyingine. Asipokuja hizi tunguli, njoo uchome moto. Ulinipa mimba hadi sasa huyu mtoto sijaona hata shingimia yako. Sasa zamu yako huyu mtoto kumlea. Achana na huyu mganga, mimi nitakusaidia mke. Watapona mke wangu, mbona niko hapa? Turudi nyumbani, mke wangu <coughs> Nipo kwenye ndoto na yaona ya kesho, sizani kama tatokea. Jamani, ndoto zinanisumbua mwezenu mimi. Nipo kwenye ndoto na yaona ya kesho, sizani kama tatokea. Jamani, ndoto zinanisumbua mwezenu mimi.